Habari ndugu mteja, karibu kwenye muendelezo wa video zetu za Levanda POS. A video hii imeandaliwa kwa ajili ya kuonesha jinsi ya kurekodi bidhaa mpya uliyoinunua. Umeshasajili bidhaa yako kwenye akaunti yako kwenye duka lako. Then baada ya siku kadhaa, baada ya mwezi, baada ya wiki kadhaa umenunua mzigo mwingine mpya, umeongeza mzigo, tunaita kwa lugha ya kibiashara tunaita new stock. Umeongeza stock unairekodi vipi kwenye, kwenye kwenye duka lako? Utaanza kwa kwenda kwenye kipengele cha bidhaa, utabonyeza batani ya bidhaa hapo. Um, utaona bidhaa namba mbili hapo shoe kiatu na trouser, namba tatu Uh, hii inasoma idadi ziko hamsini na nne, shuu kiatu na trouser inasoma ziko idadi kumi na tatu. So tutaenda kuona, kuona hizi namna gani tunaweza tukaziongeza. Tunaenda kuongeza tatu, tatu kati ya hiyo shuu na trouser kuna option tatu za kuongeza bidhaa. Option ya kwanza tumeshaiona kwenye video iliyopita inayoelezea kipengele cha suppliers au wasambazaji. Option ya pili ni hii ya kwenye button hapa iliyoandikwa ongeza. Hii button iliyoandikwa ongeza. Kwenye ongeza hapa, option ya kwanza ni ya kuongeza bidhaa mpya, kwamba ni unatengeneza bidhaa mpya, ni bidhaa ambayo haujaisajili kabisa kwenye, kwenye akaunti yako lakini option ya pili ni ya kuongeza idadi ya bidhaa. Kwa hiyo sisi tutaenda kwenye hii option ya pili ambayo ndo hiyo, tunaenda kuongeza idadi ya bidhaa ambao tumezinunua. Utabonyeza itakuletea option ya kuchagua ni bidhaa zipi ambazo umezinunua. Nitachagua hizo bidhaa zangu mbili, shu na uh, taongeza tena niweke na hiyo trouser. So bidhaa zangu mbili tayari zimejiorodhesha hapo na upande wa kulia kuna kiboksi ambacho kinanihitaji niweke idadi ni ngapi ambazo nimezinunua. Tuseme nimenunua tatu uh, shoe na tatu trouser. So nikisubmit hii, eh, maana yake nategemea trousers zisome sasa hivi idadi ya hamsini na saba I mean, trousers zisome idadi kumi na sita na shoes zisome idadi ya hamsini na saba, namaliza kwa kubonyeza done. Tayari umefunguka ukurasa ambao huu ukurasa ni ukurasa ambao unakuonyesha una ripoti ya bidhaa zote ambazo umewahi kuzinunua. Kila bidhaa ambayo utakayonunua, stock rekodi zako tarehe gani uliongeza mzigo kiasi gani dukani kwako ndio hii section. Kwa utaona hizi mbili za juu ni idadi tatu tatu ambao ni trouser, nimenunua pisi tatu ambao bei yangu ya kununulia lioisajili hii bidhaa ni elfu kumi na tano jumla thamani elfu arobaini na tano Utaona inayofuata ni shoe ambayo nimeziongeza pia tatu kwenye system, nimesajili kwamba hii shoe ni na bei yangu ya kununulia ni elfu thelathini ambao ni sawa sana, thamani ya shilingi elfu tisini na hizi zingine za nyuma huko ambazo nimewahi kuongeza kama, kama new stock. Um, so ili kurudi pale kwenye listi ya bidhaa utaona hapa pembe upande wa kulia wa batani ya ongeza, upande wa kulia kuna sasa hivi imeingia kwenye bidhaa bidhaa zilizoingia zili. Hapa utabonyeza hapa ili kuweza kurudi kwenye bidhaa zilizopo, ambao ni option ya kwanza. Ili kupata ile listi ya bidhaa zetu utabonyeza hapo kwenye bidhaa zilizopo. Itarudi sasa hivi, unaweza ukaona uh, kiatu au shoe imekuwa hamsini na saba na trousers zimekuwa hamsini na sita Hiyo ni option ya kwanza. Tunaenda tena kuongeza tatu tatu tatu kwenye option ya pili ya kuongeza bidhaa. Option ya pili ikoje? Utabonyeza hiyo jina la bidhaa husika, nitaanza kubonyeza shoe, nitaingia ndani ya shoe. Ndani um, ya hii kiatu au shuu, upande wa kulia kuna mistari mitatu hii hapa. Ukibonyeza hii mistari mitatu kuna options hapo amba option ya kwanza ni ya kubadili maelezo, ya pili kuongeza idadi, ya tatu kubadili idadi. Option ya pili ya kuongeza idadi ndio ambayo mahususi kwa ajili ya kuongeza stock mpya au bidhaa mpya ambazo umezinunua dukani kwako. Lakini option ya kubadili idadi ni uh, kama idadi ambayo inasoma sasa hivi haiko sahihi, ulikosea, uliingiza kimakosa badala ya kuongeza labda tano, uh, ukajikuta muongeza saba au kumi, then unataka kuibadilisha ili isome exactly idadi ambayo inatakiwa iwepo dukani, utatumia batani ya kubadili. Kwa mimi nitaenda kuitumia batani ya ongeza idadi. Bata na kuongeza idadi na nionyesha kwamba sasa hivi dukani kwangu kuna kwa hii kiatu au uh, shoe kuna idadi hamsini na saba. Inakuambia uweke hapo idadi ambayo unataka kuongeza, ambayo mimi nitaweka tatu, nitabonyeza ongeza. Sasa hivi unaweza kuona okay, nimerudi kule kwa yenye kunaponionyesha ripoti ya kwamba nimeongeza hizi tatu. Nitarudi tena hapa kurudi kwenye bidhaa zilizopo nitaikuta sasa hivi shuu zimesoma idadi sitini. Sasa shem ukija kwenye trouser, ukaja kwenye kuongeza idadi ziko kumi na sita. Nitaweka tatu nitabanyezaongeza nitakuja kwenye bidhaa zilizopo, nitakuta sasa hivi trouser zimekuwa kumi na tisa. Koo hizo zote ni option mbili ambazo unaweza ukazitumia kuongeza stock bila kusahau option ya tatu ya kuongeza stock kule kwa kupitia upande wa suppliers. Akisha kama unatumia kipengele cha, wa, cha wasambazaji kama ukiongeza bidhaa ukinunua bidhaa kule kwa wasambazaji hautakiwi tena kuja kuongeza stock huko. Kwa sababu tayari ukibidhaa ukizinunua kwa wasambazaji automatically tayari hiyo stock yake inaji update kwa hiyo ya idadi inajiongeza kwenye idadi ambayo ilikuwepo hapo awali kabla haujanunua mzigo kwa msambazaji. So ni rahisi kama hivyo. Naomba tukutane kwenye video inayofuata ambayo tutaonyesha jinsi ya kusajili watumiaji tofauti tofauti kwenye akaunti yako au kwenye duka lako. Um, wewe una duka wewe una duka na umeajiri watu ndani, tutaweza kuona namna gani unaweza ukawasajili hao watu ambao umewaajiri uh, na kuwapa uh, kuwa access tofauti tofauti kwenye hii account yako ya Levanda Post. Asante, tukutane kwenye video inayofuata.